Wengi sasa hivi uh, kabla ya miaka hamsini unakuta mtu ana changamoto ya pesha, changamoto ya moyo, changamoto ya stoko na uzito mkubwa, kwa sababu ya kutumia vyakula vinavyo bana mishipa yako ya damu isiweze kusafirisha dawa vizuri. Sasa vyakula hivyo ni cha kwanza, tunasema ni mafuta ya kupikia yaliyo chakatu ambayo ni hatari kwa afya yako. Namba mbili ni sukari ya dukani, wengi tumekuwa tukitumia vyakula vya sukari, ni hatari kwa afya yako. Namba tatu tunasema ni chumvi ya mezani, tumeshaelezea vizuri kiurefu kwenye kipindi kilizopita. Endelea kufuatilia, lakini namba nne tunasema ni mikate ya dukani. Wengi tumekuwa tukitumia a, ile mikate ya dukani ambayo tunasema unakuta ina sukari ambayo imejificha, ambayo hiyo ndo hatari kwa afya yako. Sasa ndugu yangu, kama una changamoto za kiafya, hakikisha unafuatilia haya mambo, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama una changamoto ya presha soko, eh, kisukari, eh, changamoto ya uzito mkubwa, wasiliana na Dr. Jimmy leo kupata ushauri zaidi. Karibu.